a laini yenye msongo wa kilovoti 132 kutoka Tabora hapa kuelekea Ipole. Ipole ni, ni, ni sehemu ambayo iko eh, wilaya ya Sikonge, lakini eh, hii ni phase 1 kwa sababu laini hii uh, inatoka hapa mpaka mkoa wa Katavi, lakini inakwenda kwa phase. Sasa phase ya kwanza ina urefu wa kilomita 102. E, tumemaliza kutesti parameter zote, line iko tayari kupokea umeme. Kwa hiyo tunazidi kuwakumbusha kwa, kwa, kwa wananchi, tuendelee kutunza hii miundombinu kwa sababu serikali inaingia gharama kubwa kuitengeneza kui, kui, kui, lakini sasa tunakutana na changamoto kwa sababu kuna baadhi ya wananchi ambao wanachoma moto e, kwenye line, lakini wengine wanaharibu tu kwa makusudi wanatoa nyaya, kwa hiyo unakuta saa zingine nguzo hizi zinaharibika na zingine zinapinda zinaanguka chini. Sasa tusipoitunza hii miundo mbinu ni kwamba e, serikali itakuwa itaingia gharama tena mara mbili kwa ajili ya matengenezo ya hizi laini. Gharama ya huu mradi e, ni jumla ya pesa za kitanzania bilioni mia moja sitini na moja na fedha zote zimefadhiliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pale Ipole tuna kituo kikubwa cha kupokea, kupoza na kusambaza umeme cha Ipole ambacho tumefunga Uh, mashine umba kwa maana ya transformer yenye uwezo kutoa megawati 12 kwa ujumla. Kwa hiyo wananchi wa, wa wilaya ya Sikonge eh, wanaenda kupata umeme zaidi ya megawati uh, kumi na mbili. Kwa sasa demand maximum demand au matumizi ya, ya ujumla ya hali ya juu kwa wilaya ya Sikonge kwa ujumla ni megawati 2.2 mpaka 2.4, kwa unaweza kaona hiyo tofauti. Sisi tunaenda kutoa megawati kumi na mbili kwa hiyo ambapo tunaenda tunaenda kulisha maeneo ya Sikonge mjini e, Ipole na Mibonu, na ina maana wilaya nzima ya, ya, ya Sikonge. Kwa hiyo wanaenda kupata umeme wa uhakika. Kwa hiyo ni kwa, kwa wito wangu tu kwa niaba ya shirika la Tanesco kwamba tunasisitiza wananchi sasa wa wilaya ya Sikonge na mkoa wa Tabora kwa jumla wafanye wafanye uwekezaji kwa sababu wanaenda kuwa na umeme wa uhakika wa ambao muunganisho moja kwa moja kwenye gridi ya taifa. Kumekuwa na shughuli mbalimbali. Maana yake, tulianza na shughuli za ufyekaji tukafata shughuli za kusimika nguzo na kuchimba mashimo ya nguzo. Hivyo basi kupitia shughuli hizi zote iliwezesha wananchi wanaozunguka sehemu jirani ya mradi huo katika wilaya ya Sikonge pamoja na Tabora mjini kupata ajira za muda mfupi, ajira za kufyeka miti, ajira za kuchimba mashimo pia na vikundi vidogo vidogo ambavyo vilihusishwa katika ujenzi wa laini hii. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kim Media.